Dada Damaris karibu sana. Asante. Ulisha kuja hapa kwetu ukafanya kazi ukamaliza mkataba wako. Ehe, ukaondoka umerudi tena. Kulikoni? Nimekuja kuomba nipangie kazi nyingine kwa. Ehe. Sababu, sijatimiza bado malengo yangu. Hujatimiza bado malengo yako? Malengo yako ni yapi jamani? Malengo yangu ni kutafuta ada. Unatafuta ada? Ndio. Ehe, unataka kusoma nini Damaris? Hii ndio nimesikia kwa mara ya kwanza, wadada wanakujaga hapa wanataka kusoma sui saluni, wengine kuchereani, wengine vyuo. Hii ya utumishi leo ndio nimeisikia kwa kweli eh. Hongera. Utumishi gani unataka kusoma na wapi? na ada ni kiasi gani ada? Kwa Laki tisa uh -huh. Wapi choki wapi? C mkoani kwako ni wapi? Mtwara. <laughs> Okay, kwa hiyo unataka kusoma utumishi gani? Utumishi wa ngazi za wilaya iv. Hmm. E, unajua mimi umenipeleka mbali sana, nilikuwa najua <laughs> utumishi wa Mungu e? Maana ukisema mtumishi jamani aiji mimi sijui au ni mimi tu. Nani amewaza kama mimi? Mimi hapa. <laughs> Na yeye amewaza eh? Eh, mtumishi. Ungesema mtumishi wa umma bwana, umetuvuruga kidogo. Ukisema mtumishi wa umma inaeleweka. Ila ukiacha tu mtumishi, ah mimi nikajua sasa tuna sisi tuna mchungaji hapa, sisi tuna sister, sisi tuna nani? Si unajua wale? Eh basi mimi li, ndio niliwaza hivyo. Kumbe ni mtumishi wa umma. Hmm. Okay. Kwa hiyo unataka kufanya kazi gani? Mm halmashauri. -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. eh? eh? Nani alikuhamasisha kufanya kazi za halmashauri? Jirani yangu. Jirani yako? Eh? Mm -hmm. Uh, huyo jirani yako ni nani kwenye halmashauri? Afisa elimu. Afisa elimu. mm -hmm. Na we unataka kuwa afisa elimu au we unataka kuwa nani? Nataka kuwa afisa elimu. Afisa elimu pia. Ndiyo. Aha. Kwa hiyo ukienda utumishi unasoma muda gani? Na ngazi, na utakuwa umemaliza ni level gani? Miaka miwili. Miaka miwili. Ha. Unapata cheti cha aina gani? Certificate, diploma, degree. Ya ya chini unaanza ngazi ya chini. Mm -hmm. Inaweza ikawa certificate. Mm -hmm. Okay. Haya. Sawa. Kwa hiyo we umefanya kazi mwaka mzima, hujapata hiyo hela. Maana hapa mishahara yetu inaanzia laki moja. Kwa hiyo hata kama ni laki moja kwa, laki moja, kwa, kwa mwaka unatengeneza milioni moja na laki mbili, we unatafuta laki tisa. Ehe, vipi hiyo hela, hujafikisha tu? Umepata mwaka mmoja, utafuta mwaka mwingine, umepata ada ya mwaka. Mm. Na unachotaka kusoma ni miaka miwili, ndio? Okay, safi kabisa. Haya basi sawa, ongera. Kwa hiyo ya mwaka mmoja iko wapi? Umeweka kwenye simu, iko kwenye begi, iko kwenye benki akaunti? Unahakikishaje fedha zako hazitapotea? Maana kuna wadada hapa wanatupigiaga simu, hela yangu imeibiwa, ipo kazini, hela kati ya kwenye begi lake, mara hela zinapotea. Eh, we hela zako umezihifadhi vipi? Baba alinifungulia akaunti. Baba iko wapi? Yuko Masasi. Mm -hmm. Kwa hiyo kilipwa mshahara unalipwa kwenye hiyo akaunti moja kwa moja, au wewe ndio unafanyaje kuziweka hela zako huko? Alikuwa ananipa bosongo, alikuwa ananipa mkononi. uh -huh. Alafu naenda naingiza. Wewe unaenda unaingiza, uh, una mm -hmm. uh -huh. Wow, safi sana. ni wadada. Mhm mm, nafikiri wadada wenye akaunti za benki ni hawa, kuanzia smart level professional. Wadada wengi traditional akaunti za benki wanakuwa gawana. Kaitumia hiyo kupitia babangu. Wewe umeipata kupitia baba eh? Mm. Okay, nafikiri pia sisi tutaangalia tuta namna ya ku kuongea na hizi taasisi za, za fedha ili watengeneze akaunti ambazo zitawafaa wadada wa kazi za ndani ili hela zao ziwe salama. Kwa kweli hizo changamoto hizo zimekuwa kama, sasa hivi zinaanza kuwakuwa nyingi, hela za wadada zinapotea katika mazingira ambayo sio mazuri, yaani hela zao haziko salama, na wana malengo ya muda mrefu. Kama wewe, wanataka uweke hela yako ya ada miaka miwili ufanye kazi upate ada, kwa hiyo ni ile ambayo inatakiwa iwe kwenye fixed account eh. Hiyo account yako ina, inazalisha yaani, unapata faida au una, unakatwa haina <totiposikilu> shida, bora kuliko ile ambayo inakatwa ukiwa hujui. Unafungua account ambayo wewe kila mwezi tena unakatwa, kwa hiyo inabidi uwe na account ambayo either haina malipo kabisa au ile ambayo inakupa hiyo asilimia hata kama ni ndogo ni bora una uhakika kabisa, jasho lako ulofanyia kazi, hela ipo salama. Sawa, of course wengine wanazali, wanazi hizo hela wanaziingiza kwenye biashara, lakini inabidi uwe na uhakika wa mtu ambaye atasimamia biashara yako, sababu otherwise utakuta unafanya kazi huku, hela unampa mtu, kumbe hakuna biashara inayoendelea. Umeelewa eh? mm -hmm. yeah. Okay, sawa dada Damares karibu tena na hongera sana kwa, kwa kwa kwanza kufanya kazi mwaka mmoja na umemaliza salama aa, na sasa unataka kwenda kuongeza mwaka mwingine oh, ili uweze kutimiza ndoto yako au lengo lako. Ni lengo la kupata ada? Yes, e, aa, si tunakutakia kila laheri. Kwa kuwa we ni mwenyeji, nafikiri unajua utaratibu wetu e, utaratibu ambao tumeuweka wa kufanya kazi vizuri kwa bidii ili uweze kutimiza lengo lako. Kwa nini, labda niulize swali moja. Kwa nini hutaki kuendelea kule kwa bosi wako? bosi, anaenda kuchukua dada nyingine kijijini kwake. Aa, okay, sawa. kwa hiyo isingekuwa hivyo ungeendelea? Hapana. <laughs> Ndio maana nimekuuliza hilo swali. Kwa nini, ulikuwa na changamoto gani kazini? maana kila kazi ina changamoto lakini unaamua tu, ngoja nivumilie nitimize lengo, si ndio? Wewe ulikutana na changamoto gani ambazo nakufanya hata kama bosi alikuwa anataka uendelee pale ungesema hapana? mm -hmm. Ungeomba tu kituo kikupangie sehemu nyingine, hakuna ubaya wala hiyo sio dhambi. mm -hmm. Tunataka pia mabosi wasikie changamoto ambazo wadada wanazivumilia, maana na wao ni hodari kusema ah, tunawavumilia sana wadada, lakini na wao pia wanavumiliwa vile vile. uh <laughs> Changamoto, mm. Kazini, mm -hmm. Kama kugombezwa sana nagombezwa sana. E, unakuwa umefanya nini? Yani, nasikia ndo alivyo tu. Unasikia ndo alivyo mm -hmm. Jamani, we akikugombeza kitu hufikirii kwa akili yako kwamba kweli hapa nimechemka kama nini? Yani kama kwa mfano, nipe mfano tu wa kitu ambacho anaweza kufoka nacho. Sasa hiyo unakuwa wewe hapo, akigomba hivyo, umepika uji lakini ni mwingi. We, amna cha kujifunza hapo kwamba okay, ili bosi asigombe, inabidi akiniambia nimpikie uji, nimuulize kiasi gani? Eh, kikombe kimoja au bakuli moja, alafu nipime kabisa ili usiwe na ugomvi. Anasema umekuwa kidogokima. Haya bwana, hizo ndo changamoto za kazi. Umesikia, Damaris? Hizo ni changamoto za kazi. Hata bosi bosi wako anafanya biashara, anafanya kazi, chochote anachokifanya, changamoto zipo. Wewe unafanya biashara, unafanya kazi, unahudumia watu, si ndio eh? changamoto zipo sawa. Eh, kile cha muhimu tu ni kujua namna ya kuwa mvumilivu kwenye hizo changamoto unazozipitia kwenye kazi za ndani. Vitu ambavyo tunaita ukatili, ndivyo havivumiliki sawa. Ukatili kama bosi anakupiga kama unaenda kwenye nyumba ambazo zina wanaume washenzi, wa ukipita huku kakushika, huku kakushika wapi? A ah, hizo tunaita ni ukatili, ni sexual harassment, hazitakiwi. Lakini hicho mnachoita gubu, a, wewe kaa tu kwa kutulia, mwangalie bosi wako, msome. Leo amekwambia umpika uji mwingi, kesho pika kidogo, akisema umekidogosha, haya, jiendelee hivyo hivyo mpaka mwisho, utabalance, mwisho mtaendana, mwaka unaisha. Kwani umekaa hapo milele? Apa, si mwaka umeisha? Ndiyo. si umepata hela yako? Mm -hmm. si saa hivi uko nusu ya lengo lako? Mm -hmm. Sasa kwani una alama gani hapo inayoonyesha bosi alikuwa anakusema sana? Hakuna. Mm -hmm. Okay, sawa. Kwa hiyo hizo ni changamoto za kazi, lakini nafurahi paa kuona mnaweza kushare, yani ndio ninachopenda, ili mabosi waweze pia kusikia kwa sababu na wao kwa upande wao wanaweza kujiadjusti Yeah, wajue yani, kama hivyo umeongea kwa very emotional, yani unaongea una kwa un, ukikumbuka, nimeona machozi yanakulenga lenga ya wajue kabisa kwamba namna gani unajisikia. Ni vizuri mabosi wakijua mnajisikiaje, kwa bosi atakaye jali atapunguza kidogo hiyo kufokafoka. Si hata kwenye mikataba yetu tumesema usimwelekeze dada kwa kufoka, sigombe kupita kiasi, tunajaribu kubalance kwamba ndio na wao waangalie namna ya kwenda na nyinyi kama binadamu, kwa sababu hakuna bosi pia anayependa kufokewa sana kazini kwake, si ndio? mm-hmm. Eh hey, wanafokewaga lakini sio kivile kama wanavyowafokea wadada wa kazi. Wanafokewa ndio najua, lakini sio kwa level wanaowafokea nini wadada wa kazi. Kwao na wao wabalance, wawafokee kwa namna ambayo yani wawaelekeze kwa namna ambayo dada hata jisikia ile umemvua utu wake kabisa. Maana wengine ni kutukana, wengine mpaka wanawashika na wadada, na hicho kitu si tunakataza. Hakuna bosi anayeshikwa ofisini kwake kupigwa, si ndio? Kwa hiyo kwa nini dada umpige? Hapana. Haya, dada Damares, hongera kwa kupambana, ndugu yangu. Huo ni mwanzo mzuri kwamba yani ungekuwa dada mwingine legelege ungesharudi kijijini kwenu Ntwala, si ndio? <tipi> eh, sasa yes, hizi unakula vile vinani. Vinaitwaje vile? Visamaki vyenu vya Ntwala vile, vinaitwaje? <tipi> eh? Vipi? Ah, hujui visamaki vyenu vya Ntwala? Jamani eti Ntwala wana visamaki vyao vinaitwaje? Eh? Mnaogopa nani? <tipi> Wewe unajui samaki wenu wale? Wako wengi, kuna wale wa Mtwara, yaani achana na samaki walioko mikoa yote. Mtwara tu ndio inakulaga hiyo yu samaki si wajui? Aya, mm. <laughs> <laughs> <laughs> Jamani, aya, Damares bwana, karibu, nenda kapambane mdogo wangu, aya.